Utekelezaji wa kisheria wa mikataba, ulinzi wa haki za mali, utatuzi wa migogoro wenye ufanisi. Pia mahakama inahakikisha kuna kuwa na utawala wa kisheria na utulivu, yani mgawanyo wa madaraka, amani ya kijamii na ulinzi wa haki. Pia mahakama ina jukumu la kukuza uwajibikaji na kuzuia rushwa, yani mahakama huru inawafanya watumishi wa umma na binafsi wadi, wadi, wawajibike na hii upunguzo wa rushwa ambayo inaweza kuzorotesha maendeleo na kuharibu imani ya wananchi. Mahakama ina jukumu la kuwezesha maendeleo ya binadamu na jamii kufikia haki, pia kutekele, utekelezaji wa misingi utekelezaji wa misingi Mahakama ina nafasi muhimu katika kutekeleza misingi ya kimataifa ya haki za binadamu na misingi ya kitaifa ya kimataifa ya kibiashara, hivyo kukuza malengo male, ma, endelevu ya maendeleo. Mheshimiwa mgeni rasmi, ili mahakama iweze kutoa mchango muhimu katika ustawi wa maendeleo ya taifa, ni lazima iwe na sifa zifuatazo: iwe huru, iwe na weredi pia uadilifu kwenye, hili kwenye suala la uadilifu mahakimu na majaji ni lazima wawe ni watumishi wenye uadilifu kwa <coughs> hali ya juu sana na wahakikishe kunakuwa na imani ya umma katika mfumo wa sheria. Mheshimiwa Mgeni Rasmi, mpaka sasa nchi yetu imeshuhudia mabadiliko makubwa katika mfumo mzima wa utoaji haki. Haya yote yametokea kutokana na utayari wa serikali kuhakikisha mahakama inatoa, inatoa mchango muhimu katika ustawi wa maendeleo ya taifa. Ningependa nirudia tena kukupongeza wewe, pia kumpongeza Mheshimiwa Mgeni Maalum na wadau wote. Katika uhusiano uliopo kati ya kauli mbiu na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka elfu mbili na ishirini na tano na elfu mbili na hamsini ni kwamba, ni wazi kuwa maendeleo ya kweli ha wajibu wake mahakama ya Tanzania imejikita katika mpango mkakati unaojengwa juu ya nguzo muhimu zinazolenga kuifanya haki kuwa chachu ya maendeleo ya taifa. Nguzo hii ni pamoja na mambo yafuatayo: kwanza, kuimarisha upatikanaji wa haki kwa wote kwa kuhakikisha kuwa huduma za kimahakama zinawafikia wananchi kwa wakati kwa uwazi na kwa gharama nafuu. Pili, kuongeza ufanisi katika utoaji wa haki kwa kupunguza mlundikano wa mashauri na kusikiliza kesi kwa wakati. Tatu, kuboresha rasilimali watu na maadili ya watumishi wa mahakama ili kujenga mahakama yenye weledi, uadilifu na uwajibikaji. Nne, kuimarisha miundombinu ya mahakama hususan majengo na vifaa vya kisasa vinavyokidhi mahitaji ya utoaji haki. Na tano, ni kukuza matumizi ya teknolojia ya habari na mawasiliano, TEHAMA, katika uendeshaji wa mashauri na usimamizi wa mifumo ya haki. Kupitia utekelezaji wa nguzo hizi, mahakama imepiga hatua kubwa katika mageuzi ya utoaji haki ikiwemo matumizi ya mfumo wa kielektroniki katika kusajili na kuendesha mashauri, matumizi ya mifumo ya kidijitali katika usimamizi wa kesi na kusikiliza mashauri kwa njia ya mitandao pale inapobidi, tunaita visual court au video conference. Mageuzi haya yanaendana yanaendelea kikamilifu na dira ya taifa ya maendeleo ya mwaka 2025 na 2050, anayosisitiza matumizi ya sayansi, teknolojia na ubunifu kama chachu ya maendeleo. Mheshimiwa mgeni maalum na wadau wote, kwa kuzingatia kauli mbiu ya siku ya sh... ya leo, hii, siku ya leo hii ni kwamba mahakama ina mchango mkubwa katika kukuza uchumi wa taifa kwa kutoa maamuzi ya haki na kwa wakati katika migogoro ya kibiashara, uwekezaji, ajira na ardhi. Mahakama hujenga mazingira wezeshi kwa wafanyabiashara, wawekezaji wa ndani na nje, ikiwemo watalii na wananchi kwa ujumla. Mazingira haya kuongeza imani ya uwekezaji, kuimarisha biashara na kuchochea ukuaji wa uchumi. Inaendelea kuwa mlinzi wa haki za kibinadamu na utu kwa wananchi kupitia maamuzi yake mahakama imedhibiti matumizi mabaya ya madaraka kulinda haki za makundi maalum na kuhakikisha kuwa maendeleo yanapatikana hayakiuki misingi ya haki, usawa na utu wa binadamu. Mheshimiwa mgeni maalum na wadau wote, sisi mahakama tunatambua na kupongeza kwa dhati jitihada za serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika kuimarisha mahakama kupitia uwekezaji mkubwa katika miundombinu rasilimali watu na mifumo ya tehama. Ushirikiano huu kati ya serikali na mahakama umeimarisha utekelezaji wa mpango mkakati wa mahakama na hivyo kuchangia moja kwa moja katika utekelezaji wa dira ya taifa ya maendeleo mwaka elfu mbili na ishirini na tano na elfu mbili na hamsini na mwelekeo wa muda mrefu maendeleo ya taifa kupitia mchango wa mahakama katika shughuli zake za utendaji haki. Mheshimiwa mgeni maalum na wadau wote, tunatoa rai kwa wananchi kuendelea kuwa na imani na mahakama, kutumia njia halali za kisheria katika kutatua migogoro yao na kuwa walinzi wa amani, haki na mshikamano katika taifa. Pia katika na kauli mbiu yetu sasa hasa katika ustawi wa maendeleo ya taifa sisi, pia katika kuhusisha na kauli mbiu yetu hasa katika ustawi wa maendeleo ya taifa sio jukumu la mahakama pekee yake, lakini pia ni ushirikiano na ni wajibu wa kila mmoja wetu, watumishi wa mahakama, mawakili na vyombo vya ulinzi na usalama, viongozi wa serikali, sekta binafsi na wananchi kuheshimu sheria, kuzingatia maadili na kushiriki kikamilifu katika kulinda na kuimarisha utawala wa sheria Tanzania. Mheshimiwa mgeni maalumu, na wadau na wageni wote walipa kwa ujumla, kwa kumalizia, napenda kusisitiza kuwa mahakama imara, huru, yenye ufanisi inayotumia teknolojia na inayotoa haki kwa wakati ni nguzo kuu ya ustawi maendeleo ya taifa. Tuendelee kushirikiana kwa dhati, kwa uaminifu na uadilifu, ili kuijenga Tanzania yenye haki, amani na maendeleo endelevu kwa kizazi cha sasa na vizazi vijavyo. Aidha, nichukue fursa hii kwa upande wa sana mgeni wetu maalum mkuu wa wilaya ya Lushoto Mheshimiwa Zefania Sumai kwa kutenga muda wake na kujumuika nasi katika maazimisho haya, lakini vile vile wadau wote wa mahakama mliofika siku ya leo, tunawashukuru sana kwa ushirikiano wenu. Imani yangu inaniambia ushirikiano huu ni endelevu katika kuikuza mahakama ya haki na uhuru. Lakini pia nimesikiliza hotuba za waliotangulia NPS pamoja na TLS, ni nimeziona ni hotuba nzuri, napenda nichukue nafasi hii kuzipongeza, na katika kipengele cha TLS kuomba kwamba mawakili mahakama za mwanzo wenyewe waruhusiwe sasa tumia tehama kama sijasikia vibaya, napenda kusema kwamba jambo hilo nimelichukua na nitalifikisha kwa mheshimiwa jaji mfawidhi ambaye na, na, na yeye atatupa maele, mwelekeo huenda labda katika Law Day inayokuja mwakani, Mungu akipenda, basi tutakuwa tunaongea kitu kingine. Asanteni kunisikiliza, Mungu abariki wote.